Ya swali ambalo ni watu naulizwa ni kwa nini watu huwa wanaumwa tumbo nakuta tumbo linakuwa kama vile linawaka moto, na pengine huwa mtu anahisi kutetemeka anapokuwa anapochelewa kula. Sasa moja ya kitu kinachotokea ni kwamba mwili wako ukishazoea kwamba huwa unakula muda fulani, basi huwa kuna asidi na mwagika tumboni, ndio maana ukishazoea kula saa mbili asubuhi au saa saba mchana kila ukifika huo muda lazima uhisi njaa. Sasa kinachotokea usipokula kwa wakati ni kwamba asidi inamwagika tumboni. Asidi ikishamwagika tumboni na isikute chakula, huwa inaenda moja kwa moja kuzuru zile kuta zako za tumbo. Ndio maana huwa inatengeneza baadhi ya vidonda kwenye kuta zako za tumbo. Ndio maana tumekuwa tukishauri uh, ili uweze kuondokana changamoto hii, hakikisha unakula kwa wakati, lakini unakuwa na mpango maalum wa kula, sio kwamba unakula zigzag. Muda maalum wa kula hiyo ni moja ya tiba itakayokusaidia kuondokana na changamoto ya vidonda vya tumbo. Kama una swali, Dr. Jimmy niko hapa kuhakikisha unapata tiba, tiba bora ya vidonda vya tumbo.